Hiyo leo, tunaposherehekea misa ya Mama Maria, tunakumbushwa mioyo yetu itapimwa na inapimwa kiroho na kiukweli. Na kwa njia ambayo roho inapimwa ni wale wanaomkiri Mungu kwa imani ya kweli. Imani yetu ndiyo inayotushikanisha na Mwenyezi Mungu, na tutajenga hekalu lake Mwenyezi Mungu katika roho zetu na maisha yetu na kwa maisha yetu ambayo Mungu anaima, tunajua tutakapoondoka ni nini itabaki, ni matendo yetu na imani yeah, yetu, ile mbegu ilianguka ya imani, hiyo ndiyo ambayo itatufanya tuweze kumwona Mungu. Na ndio unaona sasa kazi tuliyobaki nayo ni kuishi imani na kutangaza ima, imani. Tunapoitangaza katika maisha na katika ukweli tunapanua ufalme wake. Mwenyezi Mungu tuombe kama kwinoa, uh, uh, tuweze nasi kupata neema, na hizo mioyo yetu iangaze kama nyota ya asubuhi, na ili maisha yetu tumulikiwe naye Mwenyezi Mungu, na ili maisha yetu tukiiga mfano wa Mama Maria kama takavyoona, yeye taito hii, Mary the steel the sea the star of the sea. Ndio, ndio sherehe kubwa, ndio sherehe kubwa. Na kwa nini anaitwa Mary the star of the sea? Kwa haraka sana kushikadisha zote, jina Mary, jina Mary ukiandika Kiebrania, maana yake ni drop jina Meri Kiibrania maana yake is tone la maji katika baha. Hiyo ndiyo mwanzo. Kigiriki <coughs> Kigiriki jina Meri linaandikwa stera maris, stera <coughs> maris na maana yake again, maana yake ni kwamba ni stera maris star of the sea si? Si? star of the sea si? Na kama kama vile tulivyosema mary in English, m a r y kihibrania, jina mary ni m

Kazi uh, ni ile ile ile. Hapana, mbaya ni driver ya matatu ukiwa uh, kwa matatu, percentage ya accident ni 70%. Are we together? Haya, ukifanya kazi tuseme kazi ya uh, to, for example kahawa uh, the danger is Yeah. Kwa hivyo ni iko juu, hatari iko juu kuliko kwenda na sababu, you encounter a lot of dangers you know they are exposed, eh, mm -hmm. Kwa hivyo, ku aababu kuuawa percentage yake iko juu kuliko wale mm -hmm. wanaotembea nai percentage ya danger is 270%. Kwenye, kwa hiyo ukiingia kwa meli kufa kwako iko juu 270%. Kumaanisha wale wanaofanya kazi kwa bahari wako kwa danger zaidi kuliko kazi zingine zote. Hapo ndipo sasa Mama Maria anaingilia. Hapo sasa ndiyo Mama Maria anaingilia. Sababu sasa Kumbuka uh, kwanza wasafiri wa wa meli leo wanatumia GPS, si kweli? mm -hmm. Ni kama vile tunatumia ukiwa kwa, kwa, itakupeleka watu ya bahari leo wanatumia GPS. Kabla ya GPS the only resource ya kujua mahali yuko uwenezkan anyo hata kwa rafiki wetu sio tayari. Kumbe nyota ndio ilikuwa ishara ya usafiri. That's why he is the star of the sea, which sea? sea ya maisha wale wanaosafiri katika bahari ya maisha kama vile ma, ma, ma, marubani wa meli hawezi tembea, hawangetembea kabla ya kupata nyota ama kuongozwa na nyota. Hii ndiyo sababu Mama Maria ni nyota ya bahari, mm -hmm. Ilisaidia mamajuzi, ilisaidia wasafiri wa meli, na kwa hivyo wote wanaosafiri ulimwengu wanahitaji hiyo nyota, na ikiwa ndio the drop of the sea basi nyota hii itatuongoza kufika mahali tunaenda. Nakumbuka hata akiwaambia watu wakana fanyeni atakana waambi wambia, aliwaongoza waweze kupata baraka. Kwa hivyo kwa ufupi, Mary, Mary Queen, Mary the Queen, the the star of the sea. She is a guide. The star is a na kuna stars mbili. Wale wameangalia pende uh, umeshaona bendera ya Israeli. <tipos> bendera ya <la> Israeli iko wapi? Kwa hiyo <tipos> <tipos> na imechorwa wapi?

wanakumbuka the most powerful king was the, na mpaka leo kila wanatamani, wana David ndiyo alilete stability. David ndiyo alikuwa kibaki of the hour. You know, economic, yeah, yeah. military stability Israel iliogopwa na kila mtu juru. David ndiyo unaona, bendera yao is blue na ishara ni the two the